Watu wengi wanashangaa kwa nini wanapata maumivu ya miguu, magoti, mikono, vidole kuvimba, mara nyingine kupata maumivu makali usiku, kumbe chanzo kikubwa ni kuongezeka kwa uric acid mwilini, na uric acid kuongezeka sana inasababishwa na mrundikano wa sumu nyingi mwilini zinazotokana na vyakula vyenye kemikali, vyakula vyenye mafuta mengi, sukari nyingi, vinywaji vya baridi, dawa za hospitali matumizi ya pombe, sigara, kukosa usingizi kwa muda mrefu. Hivi vitu vinaongeza sumu mwilini na kusababisha matatizo ya uric acid nyingi. Ili kuondokana na changamoto hii, lazima uondoe hizi asidi zilizoongezeka kwa kutumia either C247 na liver care na colon detox, ni package inayoitwa gastric ambayo inasaidia kuondoa gesi na asidi nyingi mwilini na kusaidia urudi kwenye hali yako ya kawaida. Ili kupata package hii, hakikisha unasoma caption kujua faida zake na ni WhatsApp kwa namba inayoonekana hapa. Lakini ili kupata mafunzo yetu, komenti neno niunge kujiunga na grupu letu la mafunzo bure.